O msumali wa kichwa wenye ncha kali, ukikuchoma maumivu ni makali siku nyingine tena majogoo yanawika sinaga nyumba mali nalala kwenye mkeka namka asubuhi sipaoni pakushika mfukoni sina kitu hata mia ya sadaka kisuka mkeka kila siku nachanika, ninapiga moyo konde madola nitayashika. Uchaguzi ni wangu kunyoa au kusuka, ndo maana navumilia sitaki kukulupuka. Hata kulima kulima nimeshalima, kuvuna sivuni kitu, bado niko dilema. Ninakumbuka ni bora ningelisoma, mateso ningealuka, nisingekuwa Sodoma. Nimeoza nimenuka, japo natokea Msoma. sumari, sumari wa maisha. Sumari, sumari.

Najaribu pambana kidume, sikosi njia, japo navuta mkia, nazidi kuvumilia, moyoni naumia, kuna wakati nalia nikianza fikiria maisha ya familia. Kila ninachofanya mwenzenu akishikiki, nimeuza paka nyanya, nimechoma mishikaki, mi nimefanya biashara, kila siku ni hasara, na na nauza nguo na ndara, natembeza daladala, bado napiga jeki, naendesha pikipiki na chana ni fulu beki, kipato akikabiki, kila kona madeni sitaki, naasaa sionekani Ninatamani nikasali kanisani lakini nipo juani navuta mkukuteni maskini kabwona sioni ndani ila siku na amini tatuboa asilani sumari, sumari wa maisha ila lenye mwanzo mwisho wake si mbali, ukichoka kuishi chaguo lako kaburi. Sijakata tamaa ndo maana anachakalika na kuvuja kwa pakacha, pole pole nitafika. Ninakumbuka sana kipindi kile nasoma, na wakumbuka wadau pamoja tuliyoyoma, ila ninachojuta mwenendo niligeuza, sikutaka kusikia makosa s nilikuwa mtoro kibuli nikakijaza, kulalia magodoro taiza ta, niligeuka sugu mapenzi kunekeza, nikatembea mzima kumaliza matokeo kupata zilo nikaichalaza, na leo na tapatapa, nimebaki kunyamaza. Nimeshatumia maji mafuta ya burugoza, kona kila kitu, kila chuma kimekaza. Mnaosoma wa wanangu someni sana, maana mkiferi leo mtaikumuka sumari, sumari jani <coughs>